Sasa Watanzania, mkirudi nyuma mkakataa kusijui kuitetea nchi hii, tutakao kula inchi, tutaendelea kuwa wachache. Nawaambia tena, tarehe tisa Disemba jitahidini, mfanye kitu na msidanganyike na maandamano ya amani. Mkifanya maandamano ya amani, sijui mnadanganyika kwamba mfanye maandamano ya amani, mnazidi kumpa huyu mama nguvu. Mpaka sasa hivi Sawa hamna kitu anacho kwa sababu asilimia zaidi ya sitini ya maaskari polisi wote wame wote wamemkataa, wana wanamkataa. Ni vile tu, kwa sababu nchi yetu sisi sio huru, watu wengi wakuwa tunajiacha wazi, lakini kwa asilimia zaidi ya sitini hakuna askari polisi anayemtaka sasa hivi mama Samia kwao, hakuna polisi wakufanya yao walioyafanya mwanzoni, labda wale ambao sio polisi wa kawaida, wale ni wa kutumwa wala kupewa mission, wanaweza wakafanya mauaji, lakini wa kawaida hakuna. Mtoto wa mjeshi hapa anaongea. E bwana, ipo hivi, kuna mambo ambayo nataka niwaambie Watanzania. Haya mambo bado hayajatokea, ila yanaenda kutokea mbeleni. Yani mpaka sasa hivi tunavyoongea mimi na wewe, haya mambo hayajatokea, mpaka na jirekodi ya mambo hayajatokea. Sasa hivi ni tarehe 16 au sio mwezi huu hapa 11 ama bado hayajatokea. Mimi naenda kukwambia mambo yanaenda kutokea wiki ijayo. Sawa, bwana. E, mama huyu, mama Samia Suluhu Hassan, baada ya hizi video ambazo mama Mange Kimambi anatoa, kuna kitu ambacho kinaenda kufanyika ili ajionyeshe kwamba ana uchungu na taifa hili, au kama CCM wanali wana uchungu na taifa hili na wako tayari kupambania taifa lao lisiharibike vitu vinavyoenda kutokea ni hivi Samia Suluhu Hassan atakuja tena public kufanya interview katika hiyo interview atakuwa mpole mnyenyekevu na mtu mwenye huruma na mtu mwenye hasira mwenye uchungu sio hasira mwenye uchungu na taifa hili kwa sababu sasa hivi hawezi tena kuonesha kwamba ana hasira na taifa hili atazidi kuonekana yeye mkatili cha pili kinachoenda kutokea Samia Suluhu Hassan atatangaza kwamba kuna tume ya uchunguzi ambayo ipo kazini, ambayo haijahalalishwa sehemu yoyote, na katika timu hiyo, tume hiyo ya uchunguzi kuhusu masuala ya uchaguzi, hatoongelea swala lolote la uwajibikaji kwa wale ambao watakutwa na hatia, yaani maskari polisi ambao wamefanya uuaji wa wananchi, hawatokuwa na, na uwajibikaji wowote watuongelea swala lolote kuhusiana na uwajibikaji, watasema tu uchunguzi na wameambiwa wasiseme swala lolote kuhusu uwajibikaji ili kuwapumbaza wananchi, sawa. Alafu swala la tatu, Rais Samia Suluhu Hassan atamtumia mkuu ani, atamtumia waziri mkuu huyu aliyemchagua waziri mkuu kutoa kauli kali, atatoa kauli kali kwa ta, kwa Watanzania waone kwamba serikali yao iko makini wakati huu. Yaani anataka apitie miguu ile aliyoacha Magufuli. Ajioneshe kwamba yuko yuko mkali na yuko makini na ana hasira ya kufanya maendeleo kwenye taifa hili. Watatolewa watu chambo ili kuwapunguza Watanzania hasira. Sasa hivi si usishangae kusikia mtu kafukuzwa kazi ama akainguliwa. Hiyo ndio mbinu inayoenda kutumika sasa hivi na hata ifanya rahisi. Ataifanya waziri mkuu. Ikitokea wambadilisha atayafanya rais mwenyewe, lakini asilimia kubwa mpaka sasa hivi ataifanya waziri mkuu ili kuwaridhisha wananchi, waone kwamba serikali yao ina nia ya kufanya mambo mema wakati huu. Sasa wa Tanzania, mkirudi nyuma, mkakataa kusijui kuitetea nchi hii, tutakao kula nchi tutakao tutendelea kuwa wachache. Naambia tena Tarehe tisa Disemba, jitahidini mfanye kitu na msidanganyike na maandamano ya amani. Mkifanya maandamano ya amani, sijui mnadanganyika kwamba mfanye maandamano ya amani, mnazidi kumpa huyu mama nguvu. Mpaka saa hivi sawa, hamna kitu anacho kwa sababu asilimia zaidi ya stini ya maaskari polisi wote wamemkataa, wote wanamkataa ni vile tu kwa sababu nchi yetu sisi sio huru, watu wengi tunajiacha wazi. Lakini kwa asilimia zaidi ya sitini hakuna askari polisi anayemtaka sasa hivi Mama Samia, kwa hakuna polisi wa kufanya yao walioyafanya mwanzoni, labda wale ambao sio polisi wa kawaida. Wale ni wa kutumwa, wale wa kupewa mission, wanaweza wakafanya mauaji, lakini wa kawaida hakuna mambo matatu ambayo anataka nikukumbushe ambayo utakuja kunikumbuka siku kuja kuyaona yanatokea. Samia Hassan Suluhu atakuja mbele ya Tanzania na kuanza kutoa hotuba fupi. Hotuba itakuwa ni fupi ya kujionesha yeye ni mtu safi na mpole na mnyenyekevu na mwenye nia njema na taifa hili. Jambo la pili ambalo nakukumbusha, Samia atamtumia waziri mkuu kutoa kauli kali kama vile za kuengua watu ama kuone, eh, kauli yoyote ambayo yani jambo sio kauli, jambo lolote ambalo litaonyesha kwamba sasa hivi serikali iko makini. Atatu, atatumiwa waziri mkuu kufanya masuala hayo. Jambo la tatu tume, mtaambiwa tu tayari ishaanza kufanya kazi, hamtajua tume hiyo iko na nani wala nini. Na watu sema kwamba kuna uwajibikaji gani wa mtu akikutwa na hatia wanatafuta namna ya kupunguza hasira kwa Watanzania. Haya ndo mambo matatu ambayo yanaenda kutokea sasa hivi mbeleni. Leo ni tarehe kumi na sita mwezi wa kumi na moja. Natoa taarifa hii, mtanikumbuka mtakapoona yanatokea. Wiki inayokuja leo ni Jumamosi, wiki inayokuja ama hata kesho Jumapili yanaweza yakatokea. Samia lazima huyo ni kijana wa mwanajeshi kule maeneo ya Tanzania akitoa tahadhari kubwa kwa wale ambao watakuwa wanaandamana, akiwasihi kwamba wasiweze kufanya maandamano ya amani, maanake iwapo watafanya maandamano ya amani ni kumaanisha kwamba wanampa Samia Suluhu E, ile ku, kukua plaw, uh, proud yaani kukua ule mtu haangalii hambiliki wala asemezeki na kumpea kuringa manake wameyafanya yale maandamano e, kwa njia ya amani uh, na utulivu. Huyo ni kijana mdogo sana. E, ni mtoto wa mwanajeshi umemwona amefunika macho, amefunika kila pahali, amebakisha tu. E, amefunika uso kumradi, na pia amebakisha macho tu na mdomo ambapo e, tunamuona tu kwa mbali na amejifunika kilemba e, cha uh, white ama uh, kile kilemba ambacho ni kilemba uh, kinatumika sana na Waislamu kuonyesha kwamba pia ama kuonyesha kwamba e, ukamilifu. Kwa hiyo amefunika kile kitambaa kile, Eh, ambacho uh, kinaashiria mambo mengi, lakini mpenzi mtazamaji, umeyasikia wewe mwenyewe, umeyasikia Tanzania. Kama uh, ni kumaanisha kwamba Tanzania kuna matatizo. Iwapo unasikia yule kijana mbani ni ya mwanajeshi anayazungumza yale, hajulikani, hajataja majina yake, hajataja yupo wapi, hajataja babake ni nani ama mamake ni nani, hajataja fami aina ya familia yao. Anawasihi Tanzania kuandamana tarehe tisa akiwasihi uh, kwamba iwapo wataweza kuandamana, basi mambo makubwa yatatokea, na Tanzania watazidi kutumika vibaya na Mama Samia Suluhu watazidi eh, kupita juu yao, manake anawaona hawana uh, umakini na pia hawana maana tena eh, kule maeneo ya Tanzania. Hivyo basi, mpenzi watazamaji, tunawawaziri kuombea Watanzania waweze kupata amani na waweze pia kupata uhuru na uongozi ambao wao wenyewe wanautaka, wamekuwa wakiomba kwa mara nyingi, lakini tarehe tisa Ee, mwezi wa Disemba mwaka wa elfu mbili ishirini na tano tunategea tuone kipi hasa kitakachofanyika kule Tanzania. Umeyasikia yale ambayo watafanyika na umeyasikia ni kwamba kuna baadhi ambao askari ambao wame, ee, watakuwa wanatumwa kikosi ki Eh, kihatari sana kitakuwa kinaenda patrol pale Tanzania kuweza kuhakikisha kwamba amani inapatikana, lakini kulingana na mtoto huyo mwanajeshi ama kijana huyo mwanajeshi anadai kwamba wale ndio watakaotumika, eh, basi kutoa ama kuondoa maisha ya Watanzania ambao watakuwa wanaandamana pale eh, Tanzania tarehe tisa mwezi ni wa Disemba ta mwaka 2025 elfu hilo, sisi tunaombea kila laheri.